Tuliona leo ni siku ya maombolezi. Uh, kupitia kwa Mheshimiwa Rais alisema tuko na siku saba ya kuomboleza uh, the right honorable Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sisi kama kaaji wa Shinyalu tuliona the only way and the, uh, ile tunaweza omboleza Mheshimiwa Raila ni kupanda miti. Sisi uh, tunajua Mheshimiwa Raila alikuwa mtetezi wetu, na sisi tumeona pia sisi tutetea mazingira Tushikilie tupande miti usi, tusikate tu miti. Watu gold mining, wanakata miti wakiweka pale ikienda kuoza, lakini hatupande miti. Tunahimiza jamii yetu tupande miti, na miti itatupatia uh, hewa mzuri na tutakuwa na maisha uh, mema. Kwa hivyo sisi tunashukuru leo. Sisi tuliona kama mwavini CBO, tumeleta registration ya sha pia pale kwa kiwanja, tuna register sha uh, pia tunafanya jika treatment na pia tunaangalia uh, mambo ya magonjwa yengine.